Heshima na ukarimu na mapenzi ya kipekee, na nitakapomtaja jina lake, niombe sana, ndugu wafanya kazi, ndugu vijana wenzangu, wananchi mlioko hapa, mupige makofi mengi sana sana sana sana. Naomba pigeni makofi mengi sana, ndugu Mkurugenzi wa halmashauri yeah! kurugenzi oye! Safi bomba. zibomba si bomba. anang'ara ang'ari. <coughs> amependeza hajapendeza, anameremeta ameremeti, Mwenge wa Uhuru ye, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kiukweli mimi nimshukuru sana wewe, dada yangu, sijajua namda gani ndani ya halmashauri hii. Lakini kiukweli lakini kiukweli miaka miwili yake ni sasa na miaka mia mbili mwenge wa uhuru. We ndugu mkurugenzi, kwa kweli ongera sana. Lakini nikushukuru kushukuru wewe pamoja na waheshimiwa madiwani wakiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri, wa wapigie ni makofi mengi sana waheshimiwa madiwani. Kiukweli viongozi wetu wanafanya kazi kubwa, na haya ndiyo mapenzi na matarajio ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha wafanyakazi wote wa halmashauri wilaya na maeneo mengine kuweza kupata mazingira mazuri ya kufanya kazi zao na shughuli zao.